Karibu sana, bado tupo na wewe. Tamati yetu ni majira ya sita kamili za mchana, tukiweza kuangazia vitu vingi sana. Kama kawaida yetu tunakuwa na wageni mbalimbali mbali hapa viwanjani, tukiweza kuzungumza vitu mbalimbali mbali. na leo ni jambo la kipekee sana kuweza kuungana na wenzetu wa Safari Tour Challenge elfu mbili na ishirini na tano mambo ya tour guiding. Tuna, tuna eh? tunashuhudia jinsi gani tour guide anavyoelekeza watu kuna matukio mengi sana ambayo sisi wapenzi wafuatilia wanyama. <laughs> Mi babu yangu mcesume kuwapenda sana vipindi vya wanyama ndo tuletea mikanda ile kuweza kuangazia hali mm, ya mambo mm, inakuwaje. Na leo tupo na wageni humndani Safari Tour Challenge mwaka 2025. Jambo la kipekee sana kuungana na Saleh Sef, msimamizi wa mradi, uh, pamoja na Moses Njole ambaye yeye ni chief judge. Bwana, karibuni sana. Mara mwisho Saleh, tuko tunazungumza kidogo kwa upo Arusha sana kwa mtu uh, mfalme mdogo wangu mm-hmm. Na anasemaga ah, mi naogopa sana wanyama ah, yani eh, ina, inawezekanaje? kama nilivyomwambia kama na ni siku ile mm, una jeshi zuri sana mm. la kuwa na waongoza watalii mwongoza watalii mm. watalii mm. amefundishwa yani, mm. katika vyuo vingi ambacho mojawapo mm. ni kama chuo cha usimamizi wa wanyamapori Mweka mm. katika ambazo vyuo vinafundisha tabia za wanyama kwa hiyo mm. yule uh, mwongoza watalii tayari anajua mnyama huyo ni mnyama gani na mm. ana shida gani mm. na kuna kitu yani, kwamba nikimkaribia hapa mm. Uh, ushawai kuona kama kwenye ndege hawa tunao wanani nyum au wanaoonekana mara kwa mara, wasofugwa. Yes. mm. Kuna nani fulani unaweza ukasogea mmoja, ukisogea kidogo tukasharuka kaondoka. mm. Mwingine unaweza ukasogea sana mm. Kwa hiyo ile kila mnyama ana kitu kinaitwa nani flight distance, flight distance. Yeah. Okay. Kwamba hapa mimi ninaweza nikakukontrol kwamba ninavyokujua mm. wewe mm. ukisogea hapa hauna madhara ila ukija mm. ukifika hapa utakuwa na madhara no? mm. Anaondoka na kama nilivyosema sisi binadamu wanyama wanatuchukulia tofauti, kwanza ni kiumbe mmoja amesimama mrefu. mm. kwao wanamchukulia kama ni kiumbe ambaye ni mkubwa sana anatisha, kwa hiyo e, sio kama wanavyochukulia wanyama wenzao <laughs> <laughs> Mungu <Sawa>. Ametupa hiko tuangazie, msimu huu wa Safari Tour Challenge mpaka hivi sasa mambo yapoje? ndio ndio sasa hivi mambo yako vizuri na mm. mambo mengi yalikuwa upande wa majaji, baada ya ile siku ile tulivyokamilisha zile mm. nomination mm. nikawa nimeongea na wewe kwenye kipindi kilichopita yes. Sasa hivi mambo mengi tulikuwa tumeacha kwa majaji mm. na leo hapa wapo wana taarifa yao ambao wanataka wakufikishie. Sawa hmm. ni taarifa lakini, kwanza <laughs> tunaweza kuangazia mafanikio ya uongozi wa watalii mpaka hivi sasa, uh, ipoje katika kwenye utalii? Asante yeah, labda nikimsema mwongoza utalii unajua mm. watu wanamchukulia poa eh? mm. lakini mwongoza utalii ndio mtu ambaye kama ni vitani, yani ni askari wa mstari wa mbele mm. sababu yeye ndo anakaa na wale wageni kwa yeah. almost mm. 95% ya muda wao wakiwa Tanzania mm. na kama tulivyosema utalii ni unanunua, unajua utalii unanunua kitu kinaitwa memories experience mm. hasa ukiwa na mwongoza utalii ambaye ni yuko vizuri mm. maana utapata ile experience nzuri. Unajua nikuambia kitu yani, kwa mfano yeah. tofauti na ukitaka ukitaka kununua iPhone si unakwenda mm. unapewa ile product tu, simu yako mm. unakuja unaitumia si ndio? mm. lakini tourism product kwenye utalii ni tofauti kabisa, tunanunua mm. experience na memories za destination. Yes. Unaona, eh? mm. Kwa hiyo, na mm za iona ukiwa na mtalii ama mwongozo wa utalii akifanya vizuri, maanake wewe utapata ile kumbukumbu ya moja kwa moja mm. kumbe bwana Tanzania kwako hivi na au, utashawishi pia watu, utashawishika kuja, utashawishi watu kuja mm. -hmm. Unaona, sababu experience inakaa na wewe maisha yako yote mm. -hmm. Sasa so, na umuhimu wa tuzo kwa ngo za utalii ni upi, chief judge ya yeah? Labda mimi kwanza, kabla kabla huko mm. nijaribu -hmm. ku link kidogo. Utalii unajua hiki kipindi ni kinaitwa nini mm. -hmm. Viwanjani. Yes, labda <laughs> nijaribu ku link na, ni, na na michezo kwanza mimi mwenyewe mwanamichezo, michezo ah, mshabiki wa timu gani ah, ubaya ubwela <laughs> <laughs> <laughs> Eh. Ni mzee ubaya ubwela eh. Na mi pia mm. Ni mchezaji nimcheza mpira sana zamani. okay. Shughuliza watu wanaita eh, nikati mm. Niko wanasoma sua nasoma olimoshi mtaani mm. huko naitwa dunga mm. dunga captain dunga, dunga. yani mm. nipe pasi mbovu na kurudishia pasi nzuri <laughs> mpaka leo nafanya hiyo <laughs> kitu. Unaona eh of course hizi nguvu tuza, hey. kabla zimeisha ni hey. okay. Captain dunga baada ya kutoka katika uchezaji kwenda kwenye ukocha mambo yakawa tofauti <laughs> uh, tofauti no. na kiwango no. chake cha Brazil sele so sawa, of course ni mwachia mm. Mungu tu hey, yeah. kwa hiyo unajua utalii mm. uta, utali, utali, utali. Amini ni chezo ni part ya utalii, watu mm. wanakuwa wanashindwa kuelewa hata mm. tunavyotoka hapa mtu anakwenda kucheza kutizama mechi sijui Kagera Sugar wapi, mm. ni utalii, unajua, yeah. kwenda kwenye destination mm. mnalala, mnatumia hela mm. na nini, unaona kwa hiyo, amini, utalii ni pati, michezo ni pati ya utalii. mm. mashindano ya, ya World Cup kwa mfano yanafanyika. mm. niliamini kwamba Brazil wangeweza kupita Tanzania mm. on the way to south africa mwaka elfu mbili na kumi na kwao. mm. mm. na kuna mazingira mengi sana ya Tanzania, utalii umefanyika mm. kwa michezo. Yeah. Sijui kama wewe unafahamu. Na wana na, michezo wengi sana wanakuja kutalii Tanzania. Wanakuja. Yeah. Recently tulikuwa tuko mm. na Ashraf Hakim yes. mm. Vijana wetu magaidi walimchukua kaenda kumuongoza porini kule. mm. Kuna matukio mengi sana ya kitalii yametokea Tanzania. Na ana project ya kutoa misaada na nini it was good. Yes, it was good. hata Ade Herera ni miongoni mwa wachezaji wengi sana ambao uh, wanakuja mm. uh, wanakuja tunawaona picha zao wakiposti vile meshatambulisha mm. uh, yeah. duniani kwamba Tanzania ni ipo mm. yeah, kuna matukio yametokea ya michezo kwa mm. mfano Septemba elfu mbili na kumi na nne na cricket ilichezwa Mlima Kilimanjaro. okay. juu kabisa ya mlima mwaka Juni elfu mbili na kumi na saba kuna mpira ulichezwa mechi pale wanawake pale Kilimanjaro football dakika tisini Sasa ujiulize, unajua kwa sababu hata wale Brazili au hmm, Argentina wakiendaga kucheza mpira kule Bolivia kule ni juu hmm, mara nyingi kule huwa yanawakumba lakini, <laughs> hmm, ukeni, imajini kwamba the highest point on the world hmm mpira kuweza kuchezwa ni Mlima Kilimanjaro, ambayo mechi ya wanawake ilichezwa. Ilikuwa mm. ni ku promote wanawake mm. masuala ya michezo Septemba am, tarehe moja mpaka tarehe nane Desemba elfu mbili mm. na ishirini na tatu, kulikuwa na tenis ilichezwa Serengeti pale mm. Epic Tanzania tour mm. na Serengeti marathon kila mwaka inafanyika, mm. naona na mwaka huu Serengeti marathon inafanyika nafikiri itakuwa Novemba kumi na tano elfu mbili ishirini na tano mwaka huu, Novemba kumi na tano mwaka jana kidogo nilikosa, ingawaje nilialikwa kwenye hiyo marathon. Karibu. <laughs> Yes, karibu pale. miongoni mwa majaji wetu ni, ndio owner ndio owner wa, wa hiyo uh, event inaitwa, okay, brother Tim Dinka mjaji mm. moja wapo hii event nilialikwa, yeah, na ilikuwa Dodoma by the way, kwa hiyo Yeah. Vipeperushi pae nikaitwa, bwana, inabidi eh, uje basi, ababana unaogopa wanyama sana wa hivyo vitu kwa eh. na mimi hata walivyoniona kipindi kile, ilikuwa ni mwaka jana ambao alinialika Novemba eh. kwa hiyo kwenye ratiba zangu sasa hivi najitahidi na enyewe kuziweka sawa, hadi niweze kushiriki nipate hiyo exposure, matukio mengi, kwa mfano mm. kama kuna hiyo AFCON inakuja, bwana, ni michezo mm watakuja hapa watacheza michezo then watakwenda mm. kutembelea vivutio mm. vyetu yes. kwa pale kote pale nani ambaye anahusika hata mlimani kule wapi ni guide mm. mm. unaona? ni mwongoza wa watalii ndio ambaye anakuwa anasimama kati ya mtalii na ile attraction na destination yetu Tanzania mm. kwa ni watu wa muhimu sana ambao wanaiuza nchi yetu yeah na wanafanya kazi kubwa kimsingi. Mm, Kwa hivyo mm. tunapongeza. Na nafikiri kiongozi hapa atajaribu kuelezea mm na mafanikio ya mama na royo tua kifika muda mm. wake ateleza, lakini najaribu mm. kumwona mwongoza watalii kama ni mtu wa muhimu sana kwenye huu mm. mnyororo wa thamani hii wa, wa utalii yes. Kwa kutambua mm. hilo ndo maana tukaanzisha hii, hii field mm. challenge. Yani, awards kwa ajili ya mm. kuweza ku recognize ile ku appreciate mm. wanachokifanya hawa mm. waongoza watalii mm. umuhimu wa tuzo yeah, za waongoza watalii sale uh, kwa kiasi gani umesaidia kuinua watalii na, na uchumi wetu kwenye utalii kabisa? Uh, un, mtu ka, katika utalii ukiangalia ile tunaita mnyororo wa thamani mm. una watu wengi. Mtalii haudumiwi na mtu mmoja mm. lakini uh, mwongoza watalii ndo mtu ambaye anakaa ana, ana, ana, ana na mgeni kwa muda mrefu mm. kwa hiyo kama tunaweza tukasema ni kiungo mchezaji kabisa mm. katika utalii anakuwa ni mwongoza mm. wa watalii mm. kwa hiyo wao wamekuwa wakituwakilisha vizuri, yani unavyoona sifa za Tanzania tuzo zote hizo ambazo watu wamepigia Tanzania kwamba ni bora uh, Serengeti ni nzuri mm. tukapata tuzo kwamba kwa miaka mitano mfululizo kwamba Serengeti ni best national park. Yeah, yeah. lakini aliyeonyesha wale waliopiga kura ni wageni ambao walienda wakatembelea ile Serengeti wakaiona mm. Nani aliyeonyesha Serengeti kwamba ni nzuri? Ni mwongozo wa watalii . Kuna mbuga nyingi sana, kwa hiyo mm. Wamekuwa ni watu ambao wameletea nchi mafanikio makubwa na pia wageni wanavyorudi Tanzania kuna research zilifanyika, haikusema kwamba wageni wanarudi Tanzania kwa ajili ya vivutio tulivyokuwa navyo hmm. asilimia kubwa ya wageni wanarudi Tanzania, walisema wanarudi kwa ajili ya watu waliokutana nao, ukarimu, eh, kabisa hmm. Kwa hiyo wametuletea mafanikio makubwa sana hmm. Na ndio maana hata Mheshimiwa Rais anajua kwenye utalii kuna nani, angekaa ofisini kama akaakti ile rootua kama tua opereta mm -hmm. Akasema kutokana na uwe umekuja mgeni wangu, nataka ni kuandalia hii safari. Akamwonyesha utaenda ukalala hapa <coughs> na hapa na hapa, baadaye akamkabidhi mwongozo wa watalii akaenda. Lakini Mheshimiwa Rais uh, Dokta Samia Suluhu Hassan mwenyewe mm -hmm. akaacha ikulu mm -hmm. akaenda kufanya ile kazi yes. ya mwongozo wa watalii ambayo ndio mm -hmm. huwa ni balozi wa nchi yaani wewe mm, unaweza ukaenda Marekani e, au nchi yoyote mm-hmm. duniani ukikutana na mgeni aliyekuja hapa Tanzania, cha kwanza ukimwambia nimetokea Tanzania, tabia za yule mwongoza watalii anakuvika. Kwa hiyo kama yule alikuwa ni mtu mzuri na alituwakilisha vizuri, basi hu, ukifika atakwambia I have been to Tanzania. Yes. And then hapo ataanza kukuambia mazuri ya Tanzania. Yes. anaweza kukuambia unamjua fulani? Yes, akihisi kwamba wote unajuana, kwa hiyo <laughs> <okay, zizi>. <laughs> Yes. Yes, imekuwa ni raha na wamekuwa wakituwakilisha vizuri kabisa. Yes, na sifa nyingi ambazo unaziona za nchi au kushinda tuzo mm. ni kwa sababu tumewakilishwa vizuri na tulowapa jukumu mm. hilo ambao ni waongoza watalii sawa. so, chief judge, tuangazie utaratibu mzima wa Safari Field Challenge na mm. namna ya kupata washiriki msimu huu. Asante. hii ni process ambayo mm. ilianza muda kidogo mm. sasa hivi so, saa so, ndo tunakaribia mwishoni mm. mwa process yetu mm, lakini kuna stage ya kwanza ni nomination mm. two operators na mm. magaidi wenyewe mm. kuna pia watu marafiki watalii wana nominate majina mm. ya watu ambao yeah. wanaona kwamba wanaweza kuingia kwenye hii hii challenge. tulikuwa na watu kama mia tatu arobaini na sita. Ah, watalii. Wako wengi. Alafu baada hapo tukawafanyia screening mm. katika hao mia tatu tukabaki na watu hamsini. Baada ya 50 then tukawafanyia interviews ambazo yeah. nyingine kulikuwa ni face to face, nyingine ni online kwa watu ambao walikuwa kwa porini. Sababu sometimes mtu anakuwa porini. Kwa hiyo hapa, kwa hiyo tukawafanyia interviews, tukawafanyia screening, kwa maguide unajua ni ambassadors, eh? yeah? Yes. mm. Kwaweza mtu guide alafu mtu kumbe ana background yake ni hovyo na nini. Kwa hiyo tunafanya screening, very serious screening. Tunapata feedbacks zao. Mwisho wa siku tukabaki na watu kumi. Watu kumi hao mwamba sasa ndio leo tunaenda kuwatangaza. Okay. Ambao hao, mm. ndio tutakwenda nao kwenye Safari Field Challenge kwa mwaka huu mm ambayo Mr. Saleh ataelezea utaratibu mzima baada ya hapo. Kwa mimi kama jaji mm. Ki present group la majaji, maana yake wajibu wangu sasa leo ni kuwatangaza mm. au au finalist ambao mwaka huu ndio tunakwenda nao kuishi nao porini sawa. Tuanze na majina yao ya washiriki ambao uh, wamepenya mm. eh, hawa kumi mm. tuna washiriki ambao wamepenya katika Uh, Safari Field Challenge yeah. Uh, yupo, uh, yupo Agape mm -hmm. Ambaye amepenya ya po Agape malejaki tunaeapo Agape malejaki safari tuna adi wa binti, kwa hiyo mm -hmm. Itakuwa ni, ni kazi kabisa, huyo namba moja yes. mm -hmm. Mm -hmm. Huyo ni wewe Agape, lakini pia tupo na Benjamin, uh, Daudi Mole. Yeah, Daudi Mole. Mwamba kabisa huyo. Mm. Mm. Daudi Mole namba mbili. Yes, uwe, namba mbili ambaye ame, amepenya. Yeah, Ebeneza Mnyenye. Eh, yeah, Ebeneza Mnyenye. Ebeneza Mnyenye. Huyo ni Emmanuel. Emmanuel Kamara. Kamara. Yes. So Kamara wa Yanga Yanga huyo <laughs> <laughs> ni <kamera. laughs> uh, Kamara wa Simba l lafu kuna Francis Makuru, mm. Mm, naye amepenyaaa, yeah, watu mm, wanapata hiyo kuweza kujua mm. Gaspar Mshumbue mm, naona pale pembeni kaipiga abisa picha yake tembo <laughs> e, pembeni wanasema e, huyu naye yumo. Neema Ngoi, Neema Ngoi naye yumo. Neema e, yeah. e, Neema Ngoi e, ne e, Neema yumo. Rufina MacWilliam watatu, watatu. Hmm. Rufina naye yumo vilevile hapa hmm. Na Salim Salum. Na mbwe mbwe huko makau aaimkafpatahimbkahuawiso washindi Finalist wetu ambao mwaka huo tutakwenda nao mm. okay. Na sasa utaratibu upoje? baada ya kupata washiriki kuweza kuwatangaza hapa yes. Sasa hapa ndo mtanange unapoanza mm. Sasa huku mwanzo ilikuwa <laughs> ni kama qualification yeah. E, sasa kwa hii kazi inayofanyika mm. kwa vitendo hatuwezi mm. tukampa mtu tuzo mm. A, kwa nani kwa kwa nj, bila kutuonyesha umahiri wake mm. kwa hiyo kinachofuatia sasa hivi mm. wataenda porini. Hmm. Kwa siku kumi na nne hmm. Sasa wote wakiwa konvinsi majaji, kutokana na chalenji mbalimbali zitakazoandaliwa hmm. Kutakuwa kuna chaleni hizi za kazi ambazo wanazifanya kila siku, ikiwemo ni kuelezea wanyama hmm. Uh, kuwatambua wanyama, huyu hmm. ni mnyama gani? huyu ni ndege gani? tabia zao, na, na tabia zao hmm. Lakini pia kuwa ile ukarimu hmm. kuonyesha, kwa sababu majaji ndo watakuwa wageni ambao, kwenye majaji tuna aina mbili za majaji kuna majaji ambao ni wakudumu wenyewe watakuwepo pale na ni expert. Kuna walimu kutoka chuo cha usimamizi wa wanyamapori Mweka, yeah. Kuna mwalimu ambaye anawakilisha chuo cha utalii mm. uh, Tanzania National College of Tourism. Lakini hizi mamlaka zetu kama Tanapa na Ngorongoro mm, na wenyewe pia wanajaji ambao wako, lakini pia private sector, uh, ambao ni tour operators uh, wanawakilishwa uh, pia vizuri kwa sasa, hawa watu wote hawa ni permanent na wenyewe wanabaki background za utalii na uhifadhi. Kwa hiyo wenyewe watakuwa wanaangalia more of technical, uh, technical aspect lakini, uh, kutakuwa kuna majaji wa kutembea visiting mm. judge wanaotutembelea pale, hawa tunawachukua watu ambao ni influential mm. Watu ambao ni maarufu lakini watu ambao hawana background ya utalii kabisa mm, mm. Yani ya uhifadhi na utalii kwenye perspective ya elimu mm. Ila si unajua, guide anamwongoza mtu yoyote mm. Kwa hiyo wale wanavyokuja wanakuja kutalii haswa, lakini watakao waongoza ni hawa, watu kumi mm, mm. Ehe. Ba... hawa watu kumi. Kwa hiyo hawa watu kumi wale wanaokuja kutembea watakuwa mm. wanasema nani amemfurahia mm. zaidi katika mm. kati ya hawa lakini na majaji pia ambao wapo permanent na wenyewe watakuwa wanaelezea. Kwa hiyo yule atakayekuwa amepata points nyingi kwa kwenye <tipi> challenge labda ya ndege, ya mimea, ya walking naani, safari. Walking. Lakini mm. pamoja na kuendesha gari mm. Toyota Tanzania watakuja mm. wataangalia mm. jinsi yanavyoendesha gari. Mmepanga itafanyika wapi? Hii tumepanga itafanyika eneo la Tarangire Manyara ecosystem mm -hmm. ambayo tutakuwa ndani ya hifadhi ya taifa ya Tarangire mm -hmm. ambapo hapo ndo, uh, tutakuwepo kwa siku kumi mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na nne. Kwa hiyo wataichambua nje ndani, tunasema na, na kwa washiriki wale tour guide ni yeye anayepanga kwamba na kupeleka eneo fulani kwenda kuonyesha kitu fulani ama, <laughs> ama ni nyie mseme kwamba ukifika pale hii ni nini? yeye yeah, anatueleza yeah. hapo sasa, kama nataka nitoe siri za, za, za, za, za mchezo lakini, e anyway, mm. sisi tunayafahamu yale maeneo professional, kwa sababu tumefanya kazi kule muda mrefu mm. na nini kwa mm. hiyo, kutakuwa na scenario zote mm. kuna maeneo ambayo tunakuwa tunampeleka mtu sehemu fulani tunataka mm. afanye kitu fulani mm. lakini pia unajua guiding najua ni, ni, ni creativity mm. tunataka pia tumuone yeye mimi ni kama jaji lakini ni kama mtalii, nataka ni enjoy kwa nataka nimwone jinsi gani anaweza akafanya, kama mimi ni safari yangu ikawa nzuri ni yeye pia. Tutaangalia pia creativity yake kuweza kutu -entertain sisi kama majaji, nikiwapeleka sehemu fulani, hapa kuna kitu watakiona, wata enjoy, nikiwafanyia program fulani, kwa a lot of surprises ambazo tunategemea kutoka kwa wale wale w -w yeah. Uh, na, na pale, pale sare kwa nini? uh, Tarangire. Tarangire, miongoni mwa sifa zake nilizozisoma nikifuatilia wanyama mm. ina tembo wengi, si ndio? yeah. yeah. ina tembo wengi sana kidogo. mimi nafuatilia ni mpenzi na, na miongoni mwa <laughs> kipindi ambacho utaweza kusema na kitazama. Yeah. ukiachana na sports na nini, yeah. basi masuala mazima ya hizi savage kingdom yeah, Lainu, okay. wanapenda sana mm, kuzitazama mm, yeah, mm, na kuzifuatilia. Na ndio maana ulivyosema Tarangire najua kwamba inaongoza kuwa na tembo wengi kidogo right, kuwa right. Na tembo sifaki kwa nini? Tarangire safari hii? Yes. Uh, kwanza lengo la kwanza mm. Uh, hii safari field challenge viwanja vyake tutapita karibia kwenye mapori yote Tanzania kwa hiyo mm. na ndo maana haturudii mm. uh, pori mm. lakini Tarangire kwa mwaka huu tume, mwaka huu kwanza pia tunasherehekea miaka kumi yes. kwa hiyo Tarangire ideali iko karibu pia na mji mm. wa Arusha ambao mm. wadau wengi wa utalii upo ambao tunategemea kuwakaribisha wao na hata waliokuwa mbali na Arusha maanake mm. kukifika Arusha inakuwa ni rahisi kufika Tarangire mm. ili kuweza mm. kusherehekea miaka yeah. kumi pamoja lakini Tarangire ni pori ambalo kama ulivyosema, mm. lina wanyama wengi sana mm. aa, na ukiachana na wanyama wote mm. aa, kuwa kwake na miti ya mibuyu mm. mingi na wa tembo kwa Tanzania sio <coughs> so sehemu ambayo ina tembo wengi lakini mm wako kwa makundi kwa makundi makubwa sana mm. na wanyama wengine wengi sana ikiwemo ndege mm. na pia pale kwa nje kuna ushoroba ambao wanapita wanyama yeah. Kwao ni sehemu ambayo imekuwa ina wanyama wengi na ina sifa nyingi sana lakini pia kwa sasa hivi wakati wa mvua tutawapa challenge kidogo, kwa sababu Tarangire inasifika kuwa na wanyama wengi wakati wa kiangazi mm. kwa sababu kuna mto Tarangire ndani mm. lakini wakati wa mvua wanyama wanatapakata huko nje, nilikwambia kuna ushoroba, manake wanatoka mm. kwa sasa tunampeleka mahali ambapo sehemu itakuwa ni ya kijani, lakini wanyama wa kutafuta na tochi. Kwa hiyo okay. <laughs> <laughs> yeah, atumonge ta, Tarangire Manyara ecosystem Mm-hmm. Ina aina nyingi za protected areas. Yaani mm -hmm. Unajua kuna national parks pale. Tarangire National Park, Lake Manyara National Park. Kuna Burunge WMA, kuna Randland WMA, kuna Mara, Manyara Ranch. Sasa yeah, hivi kuna Makuyuni. Unaona kuna Makuyuni Park. Kwa hiyo unakuta ni sehemu ambayo ina mifumo mingi ya kiekolojia, ya ecosystem, yani ndio maana tunataka tukawa pime sana this time. Yaani wajipange <laughs> kwenye ku, ku, kuadhimisha miaka kumi, tunaadhimishaje? Uh, sale kabisa kabisa <laughs> mm -hmm. Uh, miaka kumi sasa hivi itabidi kuwe kuna kelele nyingi sana yeah. Kwamba kwa sababu imekuwa ni miaka kumi ya, ya, ya kuimprove, tumeendelea yani, vizuri mashindano yamekuwa vizuri, na tunafurahi kuona wadau wanavyotuunga mkono kwenye hili na pia Ka, kauli mbiu ambayo tunayo mm -hmm. Inasema inspired by President Samia. mm e, kwa maana amekuwa ndo ameakti kama mwongozo wa utalii lakini kabisa, yeah, utali, mhamasishaji mkuu. Yeah. Yeah. mkuu lakini mm -hmm. pia jeshi lake huku chini mm -hmm. amelitendea mengi. Unajua mm -hmm. katika nchi zote Tanzania nchi ya kwanza kufanya vizuri katika amani, nchi Tanzania iko kwenye tano bora mm, ya nchi ambayo ilio baada ya uviko kumi na tisa mm. Una, utalii unajua ni, ni victim tunaweza kusema yani kitokea tatizo lolote, vita majanga yoyote mm. mm. kitu cha kwanza kuathirika ni mhanga kwa utalii e, imekuwa hivyo, lakini kile kitendo cha Royal Tour pamoja na kwenda Marekani kuizindua ilituma signo kwamba Tanzania tuko tayari. Okay. Na kutokana na hivyo maana yake utalii wetu ukawa umepanda haraka sana mm. kuangalia kutokea uviko hadi sasa hivi kufikisha watalii milioni tatu na laki uh, milioni tano na laki tatu maana mm. yake ni umerudi, kwa sababu kabla ya uviko ulikuwa hauna huo mm. Lakini baada ya uviko umezidisha hiyo namba. Kwa hiyo uh, kwenye hii miaka kumi uh, tumeweka kwamba tuko inspired na President Samia na pia utakuwa na furaha zaidi kumrudisha fieldi tena akaone sasa vijana wake wanavyopambana wanavyopambana. Labda niongezee hapo kwenye hii ya anachokuwa anaongea Mwalim Saleh, nikutajie baadhi ya tuzo ambazo Tanzania imezipata. Tanzania ni the world leading safari destination kwamba unatafsiri vipi mkuu? Inaongoza duniani the word leading kwa safari, maana kwa hizi nani za kwenda porini ambazo to tunakwenda na, mm. na wale vijana wetu okay. mm. Tanzania ni African leading kuna tourist attraction, yani kivutio cha kinachoongoza kinacho Tanzania viko okay. yeah. kukumaliz... vingi aviko yani... vingi. Vingi. Vingi. na muda wetu kidogo hapa natukimbia, kwa kumalizia, uh, chief una present uh, wawakilisha majaji mm. uh, kitu gani akitegemia watazamaji eh, kuelekea msimu huu, na unawambia nini washiriki kujipanga kuelekea Safari Field Challenge tu kama majaji mm. tunasema itakuwa fair mm. fair judging Mzee, hakuna mlungula hakuna nini hapa ya. Yeah. Yaani, your skill yeah, knowledge yako hiyo ndio itakufanya wewe ushinde. Kwa hiyo mm. sisi hapa tuko fair mm. very ethical mm. na utaratibu wetu ambao tumeupanga. Kwa hiyo mm. ni waondoe hofu kwamba mm. hakuna upendeleo hakuna nini, sio kusema kwamba tunakwenda kuna mtu wetu, hapana. mm. wote ni kama vijana wetu, tunaingia kwenye nani sasa. so, okay, jambo jema yaani, jaji usikilize kwamba hakuna upendeleo. Sasa jaji vipi? <laughs> <laughs> Malizia, safari ya msimu huu na neno lako kwa watazamaji wetu kabisa mi mm. Nawambia watazamaji waendelee kutufuatilia kupitia mm. hii Azam Sports 1 HD mm. Ndo hapa ambapo wao watakuwa ni majaji wengine, tuna majaji wetu mm. Lakini hii ni reality show mm. Azam TV sasa mm. anaingia hapo katikati anatuchukulia yale matukio kama yalivyo na kuyaleta kwa Watanzania mm. Kwa hiyo Watanzania pia watakuwa wanajionea vijana wao wanavyofanya, kwa wanaefanya vizuri pia atakuwa anaonekana na Watanzania mm -hmm. Lakini pia ni wakaribishe wadau mbalimbali, wadau wa utalii na nje ya utalii, waje waunge mkono. Wanasema mcheza kwao utunzwa mm -hmm. kwa, mm -hmm. na hakuna mtu mzuri kama mwongoza watalii anayechezea nyumbani mm -hmm. Wageni wanatoka kote ndani ya nchi na nje ya nchi, na wao wanawaongoza kwao, na hapa ndo nyumbani kwao, Tanzania. Kwa hiyo tuwatunze kwa, mm -hmm. kwa kumalizia, yeah. Hii ni Safari Field Challenge ya Tanzania. Mm. Dream yetu ni kufanya African mm, field challenge safari, tutai okay, leta Tanzania. Sawa nzuri, hapa mtozi wangu ananiambia kwamba na sisi basi tufanye jambo viwanjani. Ruke unanipa pasi mbovu na kurudisha pasi nzuri, nao hapa kuungana hapa Saleh Sef ambaye ni msimamizi wa mradi pamoja na Moses Njole mwenyekiti wa mradi lakini pia ni chief judge na nawakilisha upande wa majaji. Tukizungumzia kuhusiana na Safari Field Challenge kwa mwaka 2023. Tumetaja majina ya washiriki ambao wamepita kumi hapo. Umeona majina ya kina dada na mama wameingia watatu hapo. Kwa naenda kugombania uh, zawadi ya msimu huu hapa. Tunaagana nao kwa wakati huu tukirejea tunakuja kuangazia joto la Afrika zilizobamba bila kusahau the pitch tukaenda kuigusia. Tamati yetu ni sita kamili za mchana. Mimi ni Said Sandi wa Msomi.